Asalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu, mpenzi mtazamaji wa ACT Digital Online TV, tuko katika jimbo la Mtambile kufuatia kura za maoni za wagombea wa ACT Wazalendo kuelekea uchaguzi mkuu Oktoba 25 mwaka huu. Na hapa sasa tumsikilize, tumsikilize msimamizi wa uchaguzi wa jimbo hili la Mtambile ambaye atatoa matokeo moja kwa moja. Tunakuomba uwe karibu na simu yako ili upata kusikia zaidi na ufahamu nini kimeendelea katika jimbo hili. Karibu sana, ACT Wazalendo. Kwanza kabla ya yote, napenda kuwashukuru watu wote waliohudhuria katika kikao hichi muhimu sana cha uchaguzi. Pia napenda kuwashukuru wajumbe kwa utulivu wenu, ushirikiano wenu ambao mmetuonyesha mpaka tukafika hatua hii ya kutangaza matokeo na moja kwa moja kwa sababu muda umekwenda, naomba kuchukua nafasi hii kutaja matokeo ya uchaguzi wetu huu wa leo tarehe kumi na nane wa jimbo hili la Mtambile, wagombea ngazi ya ubunge jimbo, wagombea walikuwa watano. Mgombea wa kwanza alikuwa ni ndugu Juma Nasoro Juma. Mgombea wa pili alikuwa ni ndugu Muhammad Masud Ramadhani. Mgombea wa tatu alikuwa ni ndugu Muhammad Hamis Juma. Mgombea wa nne alikuwa ni ndugu Said Ibrahim Mzimba, na mgombea namba tano alikuwa ni ndugu Salim Abdalla Herez. Kura zote zilizopigwa katika uchaguzi huu zilikuwa ni mia tatu na thelathini na nne. Kura zilizoharibika ni kura sita. Kura alizopata ndugu Juma Nasor Juma ni kura kumi. Ndugu Muhamed Masudi Ramadhan amepata kura kumi na saba. Ndugu Muhamed Hamis Juma amepata kura kumi na moja. Ndugu Saidi Ibrahim Mzimba amepata kura mia mbili kumi na nane na ndugu Salim Abdalla Herezi amepata kura sabini na mbili Kwa matokeo haya, sasa, ndugu Saidi Ibrahim Mzimba amepata ametokea nafasi ya kwanza. Ndugu Salim Abdalla Herezi ametokea nafasi ya pili. Ndugu Muhammed Masudi Ramadhan ametokea nafasi ya tatu. Ndugu Muhamed Hamis Juma ametokea nafasi ya nne na ndugu Juma Nasor Juma ametokea nafasi ya tano. Nawashukuru wagombea wote kwa ushiriki wao. Kama ilivyo kawaida, ACT hakuna anayeshinda na anayeshindwa, iliyoshinda ni ACT, sawa eh? Iliyoshinda ni ACT. Asanteni. Tunaendelea kutaja matokeo sasa ya wagombea uwakilishi wa jimbo la Mtambile. Wagombea nao hawa walikuwa watano: ndugu Abdul Latif, Muhammad Omar, ndugu Alei Masudi Alei, ndugu Saidi Suleimani Ali, ndugu Sef Halfani Hamed na ndugu Sharif Salim Ali. Kura zote zilikuwa ni mia tatu thalathini na kura zote mia tatu thelathini na sita. Ndugu Abdul Latif Muhammed Omar amepata kura kumi na moja. Ndugu Alei Masud Alei amepata kura mia moja na hamsini na tano. Ndugu Saidi Suleman Ali amepata kura ishirini na moja. Ndugu Sef Halfan Hemed amepata kura arobaini na moja na ndugu Sharif Salim Ali amepata kura mia moja na tatu. Kura tano zimeharibika. Kwa matokeo haya, ndugu Alei Masud Alei ametokea nafasi ya kwanza, ndugu Sharif Salim Ali ametokea nafasi ya pili, ndugu Sef Halfan Hemed ametokea nafasi ya tatu, ndugu Saidi Suleiman Ali ametokea nafasi ya nne, na ndugu Abdul Latif Muhammad Omar ametokea nafasi ya tano. matokeo ya kura ya maoni ubunge viti maalum wagombea walikuwa wawili, bi Fatuma Ali Rajab na bi Halima Ali Muhamed. Kura zote zilizopigwa ni kura 331. Kura zilizoharibika ni 28. Bi Fatuma bi Fatuma Ali Rajab amepata kura 272 na bi Halima Ali Muhamed amepata kura 231. Kwa matokeo haya Bihalima Ali Muhamed amepata nafasi ametokea nafasi ya kwanza na Bifatuma Ali Rajab ametokea nafasi ya pili. Matokeo ya kura ya maoni ya uwakilishi viti maalum, wagombea walikuwa watatu: Biasia Muhamed Abdallah, Biziada Bakar Ame na Bizulekh Abdallah Hemed, kura zote zilikuwa kura mia tatu thelathini na mbili. Kura zilizoharibika ni nane. Biasia Muhammad Abdallah amepata kura 77 Biziada Bakari Ame amepata kura mia moja na hamsini na tano na Bizuleha Abdallah Hamed amepata kura 92. Kwa matokeo haya, Biziada Bakar Ame ametokea nafasi ya kwanza, Bizuleha Abdallah Hamed ametokea nafasi ya pili na Biasia Muhammad Abdallah ametokea nafasi ya tatu. Matokeo ya kura ya maoni udiwani wa wadi wa ya Mtambile. Wagombea walikuwa watatu: bwana Abdi Hussein Ali, bwana bilal Hassan bilal na bwana Hamis Ahmadu Muhammad. Kura zote zilizopigwa zilikuwa mia tatu thelathini na mbili. Kura zilizoharibika ni kumi na tatu. Bwana Abdi Hussein Ali amepata kura 128 bwana bilal Hassan bilali amepata kura sitini na sita na bwana hamis ahmadu Muhammad amepata kura mia moja ishirini na sita kwa matokeo haya sasa bwana abdi Hussein ali ametokea nafasi ya kwanza na bwana hamis ahmadu Muhammad amepata nafasi ya pili na bwana bilal Hassan bilali ametokea nafasi ya tatu Matokeo ya kura ya ya maoni ya udiwani wadi ya Kangani, wagombea walikuwa watatu: bwana Abdalla juma Hamis, bwana Abdalla khalfani Hamis na bwana Khalfan Muhammed Khalfani. Kura zote zilizopigwa ni 334 3. Kura zilizoharibika ni kumi na tatu. Bwana Abdalla juma Khalfani amepata kura 46, bwana Abdalla khalfani Hamis amepata kura 145 na bwana Khalfan Muhamed Khalfani amepata kura 130. Kwa matokeo haya bwana Abdalla Khalfan Hamis ametokea nafasi ya kwanza, bwana Khalfan Muhamed Khalfan amepata nafasi ya pili na bwana Abdallah Juma Hamis ametokea nafasi ya tatu. Matokeo ya kura ya maoni udiwani viti maalum wagombea walikuwa watatu Biamina Ali Muhamed bimwamize isa suwedi na biraya pandu muhammed kura zote zilizopigwa ni mia moja na arobaini na moja kura zilizoharibika ni tano bi amina ali muhammed amepata kura arobaini na tisa bimwamize isa suwedi amepata kura mia moja ishirini na tatu na biraya pandu muhammed amepata kura mia moja na arobaini na sitini na tatu samahani kwa matokeo haya Biraya Pandu Muhammad amepata nafasi ya kwanza. Bimwamwize Isa Swedi ametokea nafasi ya pili na Bi Amina Ali Muhammad amepata nafasi ya tatu. Kwa maelezo hayo, nitamke rasmi kwamba zoezi letu kwa leo linafikia hapa na nimpishe mwenyekiti wa mkoa aendelee na taratibu nyingine. Asanteni. Naomba tuwe watulivu, bakieni kwanza, hatujawaerisha kikao. wa ACT Wazalendo, Mheshimiwa msimamizi wa uchaguzi, wajumbe wa mkutano mkuu, wagombea na waalikwa wote, assalamu alaikum. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa zoezi hili tulivyolianza. Naomba tuwe watulivu, ndugu viongozi Hebu walinzi, naomba au wote wa, waeke chini kwa sababu hichi kikao nataka kiwe na utulivu, tumalize waeke waeke sale, bakieni bakieni, tunaendelea. Namshukuru Mwenyezi Mungu na washukuru na nyinyi waheshimiwa wajumbe, tumeanza zoezi hili, nadhani milango ya saa nne na kidogo, na sasa hivi muda wa saa kumi na mbili kasoro dakika kumi na mbili. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza shughuli zote. Tumejaribu kuzisimamia hizo shughuli ziende kwa usalama usalimini, na kila mmoja aweze kupata haki yake kwa mujibu wa demokrasia ilivyoturuhusu. Na nashukuru mpaka sasa hatukuwa na tukio gumu lolote. Uchaguzi ni uchaguzi, yaliyotokea yametokea, lakini kwa sababu sote ni mwevuli wa chama kimoja, bado hapa hapana mshindwa wala hapana mshindi. Aliyechaguliwa ni mmoja, tunabakia wa wamoja, ndio slogani ya chama chetu. Tuna kazi kubwa ya kukisimamia chama chetu na hatimaye kushinda uchaguzi wa mwaka 2025. Niwapongeze wale wote waliochukua fomu katika ngazi mbalimbali mbali. Lakini kwa namna ya pekee ni washukuru wajumbe kwa kuwa watulivu. Tumemaliza zoezi letu salama usalimini, waliojaliwa kupata kura za mwanzo wameshatangazwa na waliokuwa hawakupata kura za mwanzo pia wameshatangazwa. Kwa namna ya pekee nataka niwaite watu wawili, kati ya wale ambao kuamba amba kwa kila ngazi walioomba, wameshinda na kushindwa katika zoezi hili. Katika nafasi ya ubunge, namwomba kwanza yoyote yule ambaye kwamba kura zake hazikutosha, aje atoe neno la shukurani miongoni yote kati ya wale wagombea wetu watano wa ubunge. Haya, Muhammad hey, siti Wazalendo. Kwa, kwa niaba hey, ya wagombea wenzangu wote, kwanza hakuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumefanya uchaguzi wetu, tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa salama na amani, ila bado hatujapata mshindi. Naloliomba nasisitiza, wajumbe, wanachama, wagombea wote tuwe kitu kimoja, tuwe wamoja kwa kila hali, tuvumiliane, isijekuwa tena uko nje tukagawika matabaka. Tunalolitaka chama ni kimoja, tuendelee kuwa wamoja Mwenyezi Mungu atakayetuletea au atakayetushushia, tushirikiane naye, ndo tunaloliomba hilo. Kwa hiyo nawashukuru sana, nawashukuru sana sana, tena sana. Asante ndugu Muhammad. Kwa niaba ya nafasi ya ubunge, nataka uwakilishi, wale waliokuwa kura zao hazikutosha, mmoja aje atoe neno la shukurani. Wa, wa upande wa jimbo a, a, awali yote nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendeleza jahazi hili mpaka hapa tulipolifikia. Mimi Abdul Latif Mohamed Omar natangaza rasmi kwamba kura nilizozipata basi wajumbe wote wamenichagua, na kwa sababu, na kwa sababu ni kila mmoja nitakapomweleza nimepata kura kadhaa, atasema moja hiyo ni ya kwangu. Kwa hiyo sina budi kumshukuru Mwenyezi Mungu, na nahitaji sote tuwe wamoja katika misingi bora ya kuendesha hichi chama, hichi chama cha watu wote, walioshindwa ni watu wadogo tu chama kitaendelea kuwa na hatamu mzito na sisi tunatakiwa tuwe na stahamala mzito katika kutenda kazi zetu. Asanteni sana, nashukuru. Ubunge viti maalumu, ubunge viti maalumu hayupo, ana dharura. Haya, imetoka viti maalum, udiwani kwanza, wadi ya Kangani, yule aliyeshindwa aje atupe neno la shukurani, dakika moja. Asante sana mwenyekiti, na mimi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu na pia nishukuru namna ya mwenyekiti wetu a, msimamizi wa uchaguzi alivyoendesha uchaguzi na wajumbe wote ambao walikuwa watulivu mpaka tumefikia kupata haya matokeo. Mimi niseme ni kwamba sote tumethubutu na tumeingia kwenye mchakato huu kwa demokrasia kubwa ya chama chetu na niseme mimi niwapongeze sana walioshinda na walioshindwa, vile vile niwapongeze lakini, hakuna mshindi kwenye chama chetu wala mshindwa. Bado gurudumu liendelee mpaka tupate mamlaka kamili kwa ajili ya nchi yetu. Asante sana, nashukuru, nashukuru wadi ya Mtambile. Asalamu alaikum si assalamu aleikum, jamani, kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu subhana wa Taala, kutujalia kukutana hapa katika hali ya kupiga kura maoni ya wajumbe ambao wataingia katika uchaguzi wa serikali utakokuja elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hiyo natoa shukurani kwa wajumbe wote na yote ambaye chama kitamkabidhi majukumu. hakuna aliyeshindwa alishinda wala alishindwa, atakayekaribia majukumu ndio huyo ndio atakayekuwa mgombea wetu. Asanteni na kushukuru. Kwa viti maalumu mmoja aje, nafasi ya udiwani. Nafasi ya udiwani, viti maalumu aje atoe neno. Asalamu As alaikum wa rahmatu llahi taala wa barakatu. Haya jamani, sisi tumefanya uchaguzi tumemaliza salama kwa na amani, lakini hatuna unini wa uwakilishi wala ubunge wala udiwani. Tunachohitaji ni mamlaka kamili. Tumwombeni Mwenyezi Mungu atuwafikishe ili tupate serikali sote, kila mmoja atapata riziki yake inshallah. Nakushukuru sana. E, wale wa uwakilishi viti maalum tupate mmoja, tumalizie uwakilishi. Wale wa viti maalum hawapo pesi wa wote pesi bizule hatumalizie. Naomba kati ya wale washindi wote au otokezea nafasi yao ya kwanza ateuliwe mmoja aje atoe neno la shukurani kwa wote, ajitayarishe mmoja aje ajit. Haya, sina budi kutoa shukrani zangu za dhati kwa wapiga kura wote, kwa sababu wametumia demokrasia yao vizuri na hala hapana aloshindwa kusema kweli. Aliyeshinda na aliyeshindwa ni watu tutakushirikiana, tukakijenga chama. Muhimu ni kwenda mbele tukajua sera za chama chetu kwa sababu hata tukashinda kupata mbunge mwakilishi diwani, kama hatujampata rais bado, tayari mambo yetu hayajakuwa vizuri. Asante. Haya, kwa niaba ya wale waliotokea sh... nambari ya kwanza si kushinda, naomba Biraya uje watoe neno la shukurani kwa wagombea wote. Biraya uje utoe neno la shukurani kwa wagombea wote ubunge, uwakilishi na vengine Manake wote wasingekubali, kila mmoja msukumi, ndio mwanzo. Jamaa, asalamu alaykum. Kwa niaba ya watu wote walioshinda, walioongoza, walioongoza katika gurudumu letu hili la uchaguzi kwanza tutoa shukrani za dhati, na tujue kwamba sote si washindi bado, ushindi bado, kwa sababu ushindi wetu ni kuitafuta kura ya Osman Masudi, sio sisi wabunge na wawakilishi, kwa sababu sisi haina maana, kila siku twapata. Lakini kwa vile tuna malengo yetu hususa ya kufanikiwa tupate serikali yetu ya pam, ya, ya, ya umoja, ya nini, ya Zanzibar mpya yenye mamlaka kamili, bado ndio kwanza tuko katika mapambano, hapana alioshinda. Asanteni sana. Aya, asalamu aleikum <coughs> ACT Wazalendo. Wajumbe, kwa namna ya pekee mimi nataka nimshukuru sana na kumpongeza msimamizi wetu wa uchaguzi, tokea asubuhi alfajiri niko naye hapa. Kwa kweli asubuhi nimempiga kahawa tu na kwa sababu anasema nililokujia ni hili. Hakutaka chai hakutaka chochote. Kwa kweli, kasimamia uchaguzi huu katika njia ya haki na uadilifu wa hali ya juu, hakumwonea mtu kwa kweli. Kwa namna pekee, napenda nimpongeze, namwambia asante sana, karibu sana katika wilaya nani, jimbo letu la Mtambile, karibu sana katika mkoa wetu wa Mkoani, jisikie kwamba uko nyumbani. Lakini kwa namna ya pekee pia napenda niwapongeze wagombea wetu wote wa ngazi mbalimbali waliochukua fomu kwa ajili ya mchakato huu. Kwa kweli kuchukua kwao fomu, wakajitokeza katika kinyang'anyiro hichi, wamekiheshimisha chama chetu. Kama hawakuchukua fomu leo sisi wajumbe tusingalikutana hapo, na chama kingekuwa katika mtihani mkubwa. Lakini nyinyi wagombea, tunawashukuru kama nilivyosema asubuhi bado tusikate tamaa wala tusivunjike moyo. Tukijaliwa ni Mungu, tumpambanie Othman Masoud, tuipambanie Zanzibar mpya yenye mamlaka kamili, Zanzibar yenye mabadiliko. Kila mmoja atapata fursa ya kuisaidia nchi yake katika ajira na kazi mbalimbali. Tusivunjike moyo. Sijui tunafahamiana, lakini kwa namna ya pekee kabisa kabisa naomba niwapongeze na wao watu wetu wa habari, kwa kweli toki tokea asubuhi kila kinachotokea nao tuko nao nao. Nawambia asanteni sana, najua hawalipi chochote, ila wako kaji, kwa ajili ya maslahi ya chama chetu, nawambia asanteni sana lakini, la mwisho, niwapongeze na kuwashukuru sana wajumbe wa mkutano mkuu wa jimbo la Mtambile, kwanza kwa kunichagua mimi pamoja na nafasi yangu ya mwenyekiti wa mkoa lakini mkaniamini mkanipa mkaniheshimisha mkakubali kuwa mwenyekiti wa kikao hichi cha leo, na nadhani nimekiendesha kadri Mungu alivyoniwezesha. Penye mapungufu, naomba mniwie radhi. Nawashukuru kwa kuniamini na tumekwenda salama. Mwisho nawaambia asanteni sana kwa kuwa watulivu, wasikivu, mkatimiza matakwa ya demokrasia kila mmoja bila kushawishiwa katumia nafasi yake ya demokrasia mmemchagua mnaye mpenda asanteni sana mwisho kwa namna ya pekee nakutakieni kila laheri turudi nyumbani salama tukafanye kazi mpya ya kukijenga chama chetu kwa ajili ya kuelekea kwenye ushindi wa mwaka 2025 mwisho na gairisha naghairisha hichi kikao kwa dua baada ya dua turudi nyumbani salama asanteni sana Shukran mpenzi, mtangazaji wa, mpenzi mtazamaji wa ACT Digital TV, na mpaka hapa tumefika mwisho wa matokeo haya ya jimbo hili la Mtambile. Ni mimi naitwa Talibu Samadi kutoka Mtambile, nakwambia tukutane tena katika jimbo jingine ambalo litafuata, kama Niole ama Niziwani, tukutane huko. Asante sana.